Nataka kuchukua uh, muda mchache sana niongee hapa kwanza. Nataka kusema ya kwamba mimi ndiye chief speaker, for sometimes I have not been here, sijakuwa hapa, nilienda kushughulika mambo ya campaign, na saa hii tuko na the youngest member of parliament Boyd Were ambaye aliapishwa jana na ameanza kufanya kazi leo, amekuwa na appointment na spika, alisema baada ya hiyo ataenda kwa waziri ili kazi ianze kasi, kasi na anaenda kudeliver. Mimi singependa kuongelea mambo ya uh, Gladys Wanga na Raymond Omolo kwa sababu hawa wote wanatoka Homabay na hawa wote karibu ni rika moja na hawa wote ni Wajaluo wote na wote wanafanyia wananchi watukufu wa Kenya kazi, kwa sababu Gladys Wanga alichaguliwa na wananchi, na Raymond Molo pia alichaguliwa na mheshimiwa rais ili aweze kumsaidia rais kufanya kazi. Na mimi sitaki kusema ya kwamba hawa wanapigana kwa sababu mimi sijajua ni kitu gani wanapigania, kwa sababu uh, Raymond Molo anatoka uh, sehemu ambayo inaitwa Greater Rachuoni. Gladys Wanga anahitaji Raymond Molo ili awe gavana tena kwa muhula wa pili. Lazima afanye kazi na Raymond Molo. Na Raymond Molo vilevile vile pia amejaribu kuona ya kwamba kaunti ambaye anatokea imeweza kupata maendeleo. Ni ya kwamba kila wakati kila mara akikutana na rais anamkumbuka rais, what about Homa Bay na ile maendeleo. Raymond Molo anamkumbusha rais alete Homa Bay, inakujia watu wa Homa Bay ile maendeleo. Gladys Wanga anafanya Homa Bay inakujia watu wa Homa Bay. Hawa ni viongozi wawili ambao wanafanyia wananchi kazi katika uh, vyeo tofauti tofauti. Kwa hivyo kama kuna vita, mimi sijajua hiyo vita iko namna gani, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Homa Bay. Sijajua kama wanapigana, lakini kama kunayo vita, kwa sababu Raymond Omolo hajasema anataka kitu yoyote kusimama ya kisiasa, mimi kama mwanachama wa ODM ambaye Gladys Wanga ni kiongozi wangu, kwa sababu Gladys Wanga ni chair lady wa ODM, Gladys Wanga anaonwa kiongozi wa wakati wa mbele, baada ya kuwa gavana atakuwa naibu wa rais wa hii nchi <laughs> <laughs> kwa wakati unaokuja, kwa sababu huyu ni mama ambaye ako katika cheo, cheo cha iza in a political position, and because Raymond Omolo has not shown any interest of vying in any political position we cannot compare this two. So, let Raymond Mulo afanye kazi yake kama PS wa interior. Na mimi vile nimesema ya kwamba <coughs> hawa viongozi wote wanafanyia wananchi watukufu wa Kenya kazi katika vio tofauti tofauti. Kwa hivyo Gladys Wanga ile cheo ameshikilia kama chair lady wa ODM, tumeona kama amedeliver, amefanya kazi, kwa sababu ile alishikilia Ameweza kuleta viti vitatu ya uongozi, ameleta Kasipul, ameleta Magarini, ameleta pia Ugunja. Na huyu SG ambaye anaitwa Sifuna alipewa tu kazi kidogo ya kuleta kiti ya Kariobangi, hakuleta. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba Gladis Wanga is undisputed leader in the ODM party and we cannot take her for granted please please please please allow me to talk you allow me to talk so we cannot take her for granted and for that reason a uh, me as me as a man mimi kama yule mutu ambaye anatoka Homa Bay mimi nimeheshimu Raymond Omollo kama ndugu <laughs> yangu ambaye tumezaliwa naye pale greater Karachuonyo onyegoi iegereae <laughs> <laughs> na pia nimeheshimu gavana Wanga kama gavana wangu. Asante sana. Asante.